Kwa jina naitwa Hassan Nasoro maarufu ni mapacha wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na shughuli zetu binafsi ni washereheshaji wa, wa shughuli mbalimbali za kiroho. Mmezoea kusema MC. Kwa hiyo katika mahujaji na mahajat, ukiwa una shughuli yako yoyote ya kiroho, basi ushapata washereheshaji utatuona inshaallah, na mambo yatakwenda vizuri. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Tulisema hatutochukua muda mrefu, kwa sababu wengine walitaka kuwahi haramu sawasawa kwa ajili ya itikafu na kuisubiri swala ya dhuhuri. Eh, kama tulikuwa tunafundishana swala hizi mo, swala moja kwa laki iwe swala ya sunna kupata buha zako kumi au nane, piga hesabu tu, laki moja mara nane ngapi? Eh, basi, kwa hivyo kinachofuata sasa hivi ni kutambu, kutambuana nyinyi, natujua zaidi sisi kuliko nyinyi tunavyojua nyinyi. Mimi jina langu naitwa Juma Abdallah Juma Kijepa mzaliwa wa Tanga lakini naishi Dar es Salaam, nipo msikiti wa Mwenye Mkuu pale tulipokuwa tunafanya semina zetu. Sambamba na hilo, nimejitambulisha kwa bahati nzuri, yatusemi mbaya. Tungemtaka kiongozi mwanamke aseme, lakini kiongozi mwanamke tulikuwa tuje naye, Allah alimpa dharura, hakuwepo. Lakini kinomama wapo tunaye daktari hapa Bi Rahma ambaye nyinyi wenyewe na yeye atasimama baadaye, atazungumza kuchumba gani imetokea dharura ipi, basi atakuangalia aidi nalimudu ili, ili silimudu atajitambulisha mwenyewe. Kwa hivyo tunao viongozi wa Zanzibar hapa, tunaye shekhe wetu hapa, mwalimu wetu Shekhe Hamisi Idi Kwangaa, nilimsema mwanzo natika ofisi ya chief kadhi kwa hivyo na yeye atajitambulisha baadaye, atasema yeye mwenyewe. Kwa hivyo mimi naanza kujitambulisha hilo na maiki na irudisha. <coughs> kwa, <coughs> Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> <coughs> kwa jina naitwa Hamis Saidi kwa Ngaya ni nipo ofisi ya kadhi uh, mkuu <coughs> wa Tanzania Bara BAKWATA. Naishi Dar es Salaam, kuna mji unaitwa Kijichi, huko ndio kwao. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> Naitwa Twaha Suleiman Abdallah Bani, naishi kwa sasa hivi mkoa wa Pwani, wilaya ya Mkuranga, shughuli zangu kwenye taasisi ni kiongozi nafikiri ni hayo. Assalamu alaikum mimi naitwa Sabri Abdullah Saidi, mzaliwa mji mkongwe Zanzibar, sasa hivi naishi Mwera Zanzibar. E, ni kiongozi kwa upande wa Zanzibar, kwa hiyo karibuni Zanzibar tutakuwa pamoja inshaallah wa wa rahmatullahi barakatuh. Wa leiku waaaabaraka. Uh, mimi naitwa Yusuf Saidi Machilinga, ni kiongozi wa I Travel, ninaishi Mwananyamala, wilaya ya wa wa Wa rahmatullahi barakatuh. Kinondoni sala. Mimi naitwa Abdul Malik Katekele, natokea Mkula, mkoa wa Kagera. Asalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu. Kajina anaitwa Husein Nasor Amran, natokea Kijito Nyama kwa Alimaua, Dar es Salaam maarufu wetu. Kazi zetu ni matayarishi wa kumtangaza Bwana Mtume Muhammad, Bwana Mtume Muhammad inshallah alkuaaatlaaaasikia. Mimi naitwa Shaban bin Alim Kilad, mzee wa Mkuranga piki. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatu. Mimi kwa jina naitwa Abdullah Hasan Abed almarufu uko wa kututwa Zanzibar, lakini naishi Dar es Salaam, nafanya kazi katika kampuni ya Aresa. Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na mimi naitwa Hussein bin Juma bin Hussein bin Zwiba, ni mzaliwa wa mkoa wa Kigoma, Ujiji, ninaishi Dar es Salaam, Kunduchi Mtongani, ama upande wa wadhifa ni imamu wa Masjid Taqwa Islamic Center. Iko hapo. Kunduchi Mtongani. Assalamu Alaikum wa rahmatullahi taala wabarakatu. Mimi naitwa mwenshekhe Shabani Mlao, ni mkazi wa Mkuranga katika mkoa wa Pwani, lakini jambo lisilokuwa na maana na wala lisiwasumbue hili nalowambia sasa ni mtumishi wa wanachama wa chama cha mapinduzi wa mkoa wa Pwani. Kwa nafasi hii nikiosha kuwa mtumishi mtumishi lakini mimi ni mwenyekiti wa CCM wa mkoa wa Pwani. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi naitwa Muhammad Hassan Bahari. Kwa hiyo niko pande mbili. Pande ya kwanza, mafya pande ya pili. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mimi kwa jina naitwa Yusuf Yahya Saleh, nzaliwa wa Tanga Lushoto. Mimi ni mwanafunzi wa Said Hussein Badawi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jina langu naitwa Ali Abdi Hashim ni mzaliwa wa Koani mkoa wa kusini wilaya ya kati Unguja na kwa sasa nakaa Mwera Mtofani. Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Waalaikumsalamu, kwa jina naitwa Uthumani Muhammad Jongo, naam, mkazi wa Mbagara Bugudadi, kwa shughuli zangu lingine ni mfanya biashara, walillahi alhamdu na shukuruni sana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Shaibu Athmani Daima, ni mzaliwa wa kijiji cha Namionga katika halmashauri <coughs> ya mji Newala na kwa sasa naishi katika mtaa wa Nangwala katika halmashauri hiyo hiyo ya mji wa Newala. Kazi yangu mimi ni mkulima Jina langu Mpatani Ali Makame, natoka mkoa wa kusini Unguja, ilaa ya kati katika kijiji cha Umbuji. E, mesikia umesema kama kuna neno mtu waseme haya <tumasa> kwanza nitoe shukurani za dhati kabisa kwa I Travel Hichi kitu ambacho alichotufanyia bado tunaendelea kukipenda na tutaendelea kukipenda. Tulikuwa tunajiuliza kikao tutafanyiwa lini? mm. Sawa, so, yeah. Kwa hiyo tunashukuru kuona tuko katika hali kama hii hapa, insha Allah Mwenyezi Mungu atubariki. Uh, kupitia hili ni, ni hili nilisema kule no. Zanzibar bado muendelee kushikamana, bado muendelee kutushika mkono. Kwa hiyo machache, karibuni. Mbujishala, mkoa wa Kusini, wilaya ya Kati. Kwa upande mwingine, kazi yangu ni kulea watoto, ni ni naambiwa ni mwalimu wa shule hii. <coughs> <coughs> Asalamu As alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa jina naitwa Shabani Abedi Manjeleza. Mimi ni mzaliwa wa mkoa wa Tanga, kwa sasa naishi Mlandizi, napatikana msikiti wa kadria Mlandizi. Karibuni sana, assalamualeikum As warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salaam, kwa jina anajulikana kama Suleiman Omar Msekeni, ni mzaliwa wa Ngamiani Tanga, miongoni wa wanafunzi wa Sheikh Muhammed bin Ayub wa miaka ya kwanza kwanza kabisa, lakini baadaye nilitoka India kwenda kusoma. Kwa sasa naishi Segerea, naishi nacheka kwa sababu mimi katika wale waoga. Uh, ko na matna wahaa <coughs> salamu <coughs> <coughs> aleikum <coughs> rahmatullahi wa barakatuh <coughs> Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. mimi naitwa abdallah bin khalaf wa Mbisho nakaa magomeni mwembe chai Karibu. Jina langu naitwa hasani swalehe kigwebe mimi ni mzaliwa wa Kigoma sehemu naitwa Nyantole, kwa hapa naishi Dar es Salaam Tegeta <coughs> ei, wilaya ya Ubungo. Asante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Ali Kasim Liandama, mzaliwa wa Mwanza, nimekulia Dar es Salaam lakini kwa sasa naishi Uingereza. Kazi yangu ni software developer, kutengeneza programs za kompyuta. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Waalaikum salaam. Mimi, jina langu mwalimu Mhamedi Omar, mzaliwa Pemba, kiwani naishi mkoani, naishi Mwera Mtufaani. Assalamu alaikum. naitwa Shahibu Muhammad Bakari bin Isa mkobo kobo, naishi Mtwara mjini, ukifika stendi kubwa ulizia kwa jina la bombe ili jina limepata kwa kuwapokea kwa kuwapokea wanunuzi wa korosho. Karibuni sana Mtwara, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina anaitwa Ali Hassan Riduva, ni mzaliwa wa Maheha Tandahimba, ila kwa sasa naishi Newala mjini, ni mfanyabiashara. assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Khatibu Rahisi Saidi Chilumba ni mzaliwa wa Nanganga Masasi Mtwara na miongoni ni mwa vijana na watumishi wa wa Assalamu alaykum, alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa jina naitwa Junaid Omar bin Abdallah naishi Dar es Salaam bagala naangaika na maisha yangu.

Mimi ndio baba yao na hao mapacha wao ile mapacha kwa uh, <laughs> <shura>. Baba <laughs> ni asalamu As alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, asalamu Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. <laughs> <laughs> Kwa majina naitwa Makungu Mohamed Makungu. Nametokea Mbagala tuangoma Shughuli zangu mjasiriamali wa nafaka. Karibuni sana Mbagala. Mimi naitwa Nasoro Abdallah Ahmed S. Naishi bweni Zanziba na Singida mjini Dar es Salaam na ndio nilikokulia kabisa, wilaya ya Kinondoni. nimesoma Dar es Salaam shule ya Turiani mpaka nikamaliza. Elimu sijamaliza bado, unaendelea.

Lakini kule kwetu wanani- wananiita Malik <laughs> naishi Unguja, ni mzaliwa wa Pemba, ni mjasiriamali, nauza vyombo vya nyumbani pale kwa haji Tumbo. Kwa hiyo wale wenzetu wa huko wakifika pale, wakihitaji upawa kama wanaujua, mimi nauza mwiko <laughs> akina mama, mhitaji mwiko, upawa Niko kwa Jitumbo pale, inshallah naishi amani <coughs> kwa mabata vitezo vya udi, naishi amani kwa mabata salamu. <coughs> Eh, naitwa <coughs> <coughs> <Salamu alaikum. coughs> Na Saidi Emedi Kaporo natokea Lindi <coughs> Liwale, mkoa Lindi, naishi Kongwe, Dar es Salaam. Karibuni, inshallah <coughs> Warahmatullahi wa wow. Naitwa Muhammad Alois Mushi, napatikana Dodoma, barabara tisa. Shukran. Muhammad Alois Mushi, napatikana Dodoma, barabara 9. <coughs> Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, mimi naitwa Hassan Bigiro natoka mkoa wa, wa <coughs> Kagera, naishi Mutukula pale mpakani. Kwa hiyo mtu ambaye atakuwa na anavuka pale, tunaanza tukasalimiana

kwa jina anaitwa Hassan Nasoro maarufu ni mapacho wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na shughuli zetu binafsi ni washereheshaji wa, wa shughuli mbalimbali za kiroho, mmezoea kusema MC. Kwa hiyo katika mahujaji na mahajat, ukiwa una shughuli yako yoyote ya kiroho, basi ushapata washereheshaji

Mimi niombe jambo moja ambalo limezungumzwa hapa, naona kwa upande wangu binafsi ni na la muhimu sana, kwa sababu kwamba sisi sote ni ndugu, lakini huu udugu usiwe kwamba ndo mwisho. Ili usiwe mwisho, ombi langu ni kwamba ile lilozungumza Shekhe Juma kwamba utaratibu wa kuandikwa orodha ya mahujaji wote alafu labda na maeneo labda na wanapotoka na namba za simu ni muhimu kwa sababu wengi nitakuwa ni wasafiri, pamoja na usafiri wa dunia, lakini usafiri wa sehemu mbali mbali tunasafiri, labda tukikwama. Sisi wengine tumekuja mitaa ya bara huko, maeneo ya bara tunawatafuta ndugu zetu, na wao wakija huku watatafuta ndugu zao. Asalamu alaykum. Mwenyezi Mungu Nasib ake bin Nasib, naishi mtao, naishi wa Kianga, nimezaliwa Kianga na mpaka leo nakaa Kianga. Ukitoka mjini pinda cross melisita, na umaarufu wangu mkubwa ni mjomba mjomba Asalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu. Jina langu <laughs> naitwa Makami Sleiman Shaibu, mzaliwa Pemba Mwambe, naishi Mwera ntufahani. Ni baba mlezi wa chuo cha Nasrub, mwalimu wangu ni Haji Heri Vuai. Kwanza nishukuru taasisi ya I Travel, viongozi wao wa makini sana. Kuna baadhi ya taasisi nyingine wa <coughs> wana- wanakuja hija watu wanakuwa hawafiki vizuri, kwa sababu wanakuwa waongo kidogo. Lakini I Travel kwa kweli ni wa kweli, ni wapongezi kwa hilo hilo. Shukran, assalamu alaykum <coughs> <coughs> <coughs> warahmatullahi wabarakatuh wa <coughs> Majina yangu naitwa Ahmadi Hamisi Mtongwechi. mm -hmm. Ahmadi Hamisi Mtongwechi, Mtongwechi, Mtongwechi. Nah. Mimi natoka wilaya Newala DC, mji unaoitwa Kitangari, walimaji wakubwa wa korosho wa na imetupa power ya kuja huku nah. <laughs> na tuombe dua mwakani watajaa katika taasisi hii nah, nah. kwa sababu mimi nitakuwa ni balozi wa kwenda kueneza kule. Kwa hiyo sina zaidi, ni yao, assalamu <totipa> mm. <totipa> <totipa> <totipa> alaikum warahmatullahi wabarakatu <totipa> kwa majina naitwa Lida Yasini Lida, ni mzaliwa wa Singida, lakini kimajukumu ya utafutaji <totipa> wa riziki niko Kigoma. mimi ni mhandisi wa umeme nipo TANESCO wa mkataba lakini nina ofisi binafsi kama mkandarasi wa umeme.